Ukweli au uongo. Nami bila shaka ni Jumaa ya tarehe 23 mwezi Mei. Hujambo hapo ulipo, karibu kwenye makala ya leo hapa RFI Kiswahili. Wewe msikilizaji wetu, unatumia vipi mitandao ya kijamii ili kuepuka habari za kupotosha? Mimi ni Hilari Ngati, nami siku zote ukiniita Jupita Mayaka nitaitika. Kwenye kipindi tunachoshirikiana na la Benevolencia, tutaanza kwa kuangalia dai kuhusu kitambulisho kilichobadilishwa na kudai kuwa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila ni Mnyarwanda. Kuongeza na hayo, tutaangalia video iliyobuniwa ikidai rais Donald Trump alisema rasilimali za madini za Afrika ni za Marekani. Namba ya kuwasiliana nasi anza na alama kujumulisha 254707888555. Jupiter Mayaka, habari ya leo? Kwema, nashukuru sijui wewe hii dunia ukipewa nafasi ya kusafiri utaenda wapi? Ila ambikila sehemu, sehemu, sehemu, sehemu, sehemu inayosafirika. <laughs> Basi msikilizaji tukaribishe rasmi kwenye kipindi. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kwa miezi kadhaa sasa rais wa zamani Joseph Kabila amekuwa gumzo kwenye vyombo vya habari, lakini pia mitandaoni. Jupita, Kinshasa inamtuhumu kuwa kiongozi wa AFC ama M23. Na tarehe 30 Aprili mwaka huu, mkaguzi mkuu wa mahakama ya kijeshi

aliwasilisha ombi kwa baraza la seneti la kuondolewa kwa kinga aliyonayo kabila sasa katika muktadha huu habari za uongo zinasambaa zikiwa na ziki picha ya kitambulisho cha mnyarwanda kilichotungwa na kuhusishwa na kabila baada ya kuchapishwa aprili tarehe 14 mwaka huu na akaunti ya x ambayo kufikia mei tarehe 3 ilikuwa imefikia zaidi ya watu elfu ishirini na sasa hapa nikitazama kwenye x nataka kunukuu kile ambacho kilichapishwa kinasema hivi nimesema mara kadhaa kuwa urais wa RDC umeingiwa na Wanyarwanda lakini hamkuniamini. Huu hapa utambulisho wa Mnyarwanda Joseph Kabila. Wakongomani naomba amkeni, wafukuzeni maadui katika taifa lenu walikuja kupora. Kwa sababu tunasikilizwa sana kule mashariki mwa DRC, nasi kama RFI Kiswahili, ili kuthibitisha ukweli wa hili tulifanya upekuzi kwenye X na tukapata kitambulisho sawa ambacho kimekuwa kikienea mitandaoni tangu mwaka 2022, ishara kuwa habari hii ya uongo imekuwa ikipotosha wengi mitandaoni kwa miaka kadhaa sasa. Na pia, msikilizaji, tulilinganisha picha ya kitambulisho kinachozunguka na picha ya kitambulisho halisi cha Mnyarwanda na kuna maelezo kadhaa yanayothibitisha kuwa kitambulisho hiki kinachohusishwa na Rais Kabila kilitungwa. Zaidi ya hayo, kitambulisho cha Rwanda kina tarakimu kumi na sita. Tarakimu ya sita inaonyesha jinsia na inawakilishwa na namba nane kwa wanaume na saba kwa wanawake kwenye kadi inahusishwa na Kabila hakuna namba nane, jambo ambalo linaonyesha kuwa hati hiyo ilibuniwa au kutengenezwa. Pia tulitumia kifaa cha mtandaoni cha kuchanganua picha ambayo iligundua maeneo kadhaa yamekarabatiwa, kuanzia kwenye eneo la uso wa Kabila na maandishi ambayo hayalingani. Habari hii inakuja wakati huu kukiwa na mvutano kati ya DRC na Rwanda, ambapo Marekani inasaidia kupata suluhu. Lakini tukujuze kuwa picha hii inaonyesha kitambulisho cha Mnyarwanda kinachodaiwa kuhusishwa na Joseph Kabila ni cha kubuni na kinakusudia wa kutoa taarifa zisizo sahihi. Ukweli au uongo. na msikilizaji, tukushukuru sana kuendelea kutusikiliza jioni hii. Unasikiliza ni idhaa ya RFI Kiswahili, uko nami Hilari Ngati na mwenzangu Jupita Mayaka, na fundi wa mitambo ni Collins Kadhambi. Moja kwa moja, tuangazie taarifa inayomhusu rais wa Marekani Donald Trump, ambapo mara kwa mara Ingati amekuwa akiangaziwa katika video zinazoundwa au kubadilishwa kwa kutumia akili mnemba, AI. Chapisho la Mei mwaka huu likidai Trump alisema rasilimali za madini za Afrika tukianza kipindi ni kuuliza ungependa kwenda wapi? Mimi ningependa kwenda Marekani kumhoji Trump. swali <laughs> la kwanza utakalomuuliza la kipekee ni lipi? Nitamuuliza mambo mengi sana, sana. <laughs> Lakini msikilizaji, tuendelee na kipindi, ambapo sasa kupitia uchunguzi sauti ilitengenezwa na AI video imetolewa katika video ya Trump ya Septemba mwaka uliopita katika maandalizi ya uchaguzi wa Marekani. Sasa sehemu ya maandishi kwenye video iliyosambazwa kwenye Facebook Mei 10 inasomeka hivi habari za hivi sasa Trump anasema madini yote barani Afrika ni mali ya Marekani. Afrika tuungane na kupigana na hili kweli kabisa. Lakini hapa pia Trump anaonekana kusema kwenye klipu hii, hakuna nchi yoyote ya kiafrika inapaswa kutawaliwa kijeshi, alama ya mkato na rasilimali za madini za kiafrika ni zetu Walakini, haya hayakuwa maneno yaliyosemwa na Trump. Video ilibadilishwa kwa kutumia zana za akili mnemba kwa maana ya AI. Tukitumia reverse image search, utafutaji ulitupeleka kwenye klipu iliyochapishwa kwenye akaunti ya YouTube mwezi Septemba tarehe 4 mwaka 2024, na utafutaji wa maneno muhimu kutoka kwa video hii ulionyesha kuwa klipu hiyo hiyo ilichapishwa kwenye kurasa za Trump zilizothibitishwa za Instagram na TikTok siku hiyo hiyo, mnamo Septemba mwaka jana, na hii ni miezi miwili kabla ya uchaguzi wa rais wa Marekani uliofanyika Novemba mwaka uliopita. <tune> Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555 unayosikiliza ni RFI Kiswahili. Kipindi hewani ni ukweli au uongo, kwa nami Hilari Ngati na mwenzangu Jupita Mayaka. Na kwa sababu muda umesonga sana, tunaungana naye kwa njia ya simu moja kwa moja, dada Celestini kutoka Nairobi. Celestini, habari ya jioni? Moja kwa moja unachora nini, si jambo katika makala ya leo? Nitaangazia madai potovu yanayojadiliwa mitandaoni kuhusu uraia wa aliyekuwa rais wa nchi ya DRC Joseph Kabila. Ingawa kuonekana kwake kwenye vyombo vya habari si kweli kuwa Joseph Kabila ni Mnyarwanda. Kwa hivyo, nimechora nchi ya DRC ikijaribu kudhibiti changamoto za vita na pia mtafaruku wa kisiasa ulioletwa na kurejea kwa Joseph Kabila. Asante Celestin, tukutakie joni njema, na nimkumbushe msikilizaji kwamba akitaka kutazama kibonzo chako anaweza kutembelea wavuti wetu au kutembelea mtandao wetu wa YouTube. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888555.

inaonesha kama kuko venye vale walifanya tumu makopia kolegisi wanasemaka lakini eh, eh, sasa ndiyo. Nye muna ya chunguza yeah. Tumuzuri machupa za pombe ze eh, munakunyaka yeah, yeah, yeah, kisha muna shinda chunguza mavale ze muna tosha kumitandao yeah. <laughs> Asante sana Mchoma na Jolie kwa igizo hilo la kuilimisha. <tune> na msikilizaji, ukiwa na shauku kuhusu habari yoyote, wasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na TikTok. Lakini unaweza kutupigia simu ama kutuandikia kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumuisha 254707888555 ukinita Jupita Mayaka nitaitika, nami ni Hilari Ngati. Jupita ametoka Mombasa na madeni yangu, lakini ajanlipa. Haidhuru msikilizaji, kwa heri.